Eno m kaindile ikiwa mwenyekiti wa kijiji cha Kisoko kata ya Kinyala. Eh, nipende kumshukuru Mheshimiwa diwani Rais mbunge e, kwa kazi inayofanyika katika kijiji changu cha Kisoko e, nilipenda kumshukuru Mheshimiwa mbunge kwa kazi aliyoifanya kazi ngumu kwa kutuba mifuko mia kwa ajili ya zahanati inayojengwa hapa Kisoko. Ninamshukuru sana kwa lingine asichoke. Ningependa ni, niweze kumuomba katika kijiji cha Haabuu. Halafu ningependa kumpa shukurani kwa mifuko iliyotolewa hapo nyuma, mifuko karibu mia shuleni hamsini kifuko mifuko hamsini Ninamshukuru sana kwa ja hiyo, na kwa miaka mitano inayokuja Kisoko asiwe na wasiwasi, iko kipaombele kwa ajili yake. Asante na shukuru sana. Yake aa nashukuru sana naitwa Israel, aa ikiwa mwenyekiti wa kitongoji cha cha Sarima kijiji cha Kisoko kata ya Kinyala. Pia nipende kumshukuru mheshimiwa mbunge kwa kujitoa kwake tangia anavyo kabla hajaingia madarakani mpaka sasa ko nipende kumshukuru hadi sasa ametupa hiyo mfuko kwa ajili ya ujenzi wa zahanati hapa namshukuru mheshimiwa mbunge pamoja na Mama Samia. Pia nipende kumwahidi kwamba miaka mitano mbele ni ya, ya kwake Mwantona. Makrini Simoni, mwenyekiti wa kitongoji cha Njore kijiji cha Kisoko. Zaidi namshukuru mheshimiwa mbunge kwa kazi nzuri aliyeweza kutufanyia mahali hapa. Tunamshukuru Mungu amsaidie, maana ametupa mifuko mia, hajachoka napo. Kipindi cha nyuma anapo tusaidia hapo kama mifuko tena mia moja kujenga kivuko pale juu pamoja na shuleni pale upande wa jengo. Kwa hiyo tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge pamoja na mheshimiwa rais, wasichoke maana sisi huku nyumbani kijiji cha Kisoko huku bado ni wahitaji. Mungu amsaidie, ndio maana hapa ametusukuma pale refu sana tuliofikia hapa. Naamini kwa nguvu zetu si wenyewe tusingeweza. Kwa hiyo mkono wake alivyozidi kugusa, Mungu azidi kumbariki na azidi kumwongezea siku Koo, kwa hiyo nami sitakuwa na mengi la mheshimiwa mbunge Mungu azidi tu kumheshimu pamoja kumwe na diwani. Naamini na wanashirikiana kwa pamoja ndio maana kazi inazidi kuwa nzuri. Kwa Koo, Mungu awasaidie, Mungu azidi kuwapigania ili kwa kazi nzuri iendelee kupamba mbele. Alafu nazidi nadhi tena kuzidi kunyani ku ku ku ku tena kwa kwa, kwa, kwa miaka hiyo mbele, mbele, tena Mungu azidi kumsaidia kwa kwa kura zote zilivyo mahali hapa nami zote tunampatia ni yeye. Asante. Tunaoza afiusisie. Nim, nimetoka kwenye kijiji cha Kisoko kitongoji cha Njole. Tunasema asante sana ndugu mheshimiwa kwa kutuletea mifuko ya sementi. Tunakushukuru sana. Tunasema asante kwa kutuletea na kivuko pale kwenye kinani chetu pale juu. Mambo mengi bado tunahitaji sisi wakina mama wa Njole. Sisi ni wakina mama tunakutegemea wewe mwenyewe. utusaidie mambo tuliyokuwa nayo kwenye ujenzi wa zanati ya Kisoko tunaomba utusaidie sana ndugu mheshimiwa. na tunakuomba hata utakapo nani, tutakupigia hata kula, utapita ndugu mheshimiwa. Ametukanyia hapa na tuko pamoja, tuko pamoja, tutakuwa pamoja, yani tutakuwa nyuma yake yani, yani sisi yani kumwahidi yaani wakati pale amefika wakati wa au kwenye kampeni au kwenye kula, yaani kula zote za kisoko zote za kwake zote zake. Kwa majina anaitwa Meki Asurisi Mwakisale, mwenyekiti wa kitongoji cha Ngeke, kijiji cha Kisoko. Napenda nimshukuru sana mbunge kwa shukrani za dhati, wananchi wenyewe wana, wamependa niwafikishie taarifa kwa mbunge kwamba mbunge wanashukuru kwa kile kichache alichotusaidia. Kazi inaendelea vizuri. Pia napenda ni nimkumbushe mbunge asituchoke, wanakisoko tuna mambo mengi tena. Wanakisoko ni kama wasakatonge, hatujajiweza kivile. Kwao tunashukuru kwa nguvu zake anazotupa ili tuendelee maana tuna wenzetu wa, wa mbea vijijini hapo wanaangalia wenyewe wanaendelea vizuri, na sisi tungependa tuwe zaidi yao. Napenda nimshukuru na Rais kwamba anachojenga hapo na sisi tupo pamoja naye na mbunge pia, anachotaka sisi tupo pamoja naye, hatutamwacha na, na, napenda pia nimuombe Mungu ampe uzima wa milele kama inawezekana na sisi tunapokuja kupika malengo hapa kwenye zahanati yetu naye, unajua ni mama wako Kisoko. Nasema asante baba yetu Mheshimiwa mbunge kwa kutuletea sementi, tunaendelea na kazi. Tunaomba yote ambayo hapo mbele utusaidie. Pamoja na hayo, tunaomba hata umeme haujafika kwetu sisi huku... Tongoji kimoja ki cha Kisoko Njole. Njole tunasema asante kwa yote unayotuhudumia sisi, pekee yetu hatuwezi, ila wewe unaweza. Kwa yote tunakuomba utufanyie. Mimi kama mwananchi wa huku, mama wa huku, naitwa Justina Tuna. Tutakupa kura zote kutoka kwetu. Wananchi wa Njole tunasema karibu.